Maswali yote ya possible yapo kwenye comment section, lakini kama wewe umeomba kwa form 4, form 6, diploma au degree, kuna yale maswali basic ni lazima uyajue. Maswali kama majukumu ya Jeshi la Polisi ni lazima uwe unayafahamu kabla haujaingia kwenye usaili wa Jeshi la Polisi. Lakini swali jingine ni vitu kama maana ya haki za binadamu. Swali jingine tueleze kuhusu wewe mwenyewe, lakini kwa nini unataka kujiunga na jeshi la polisi? Kiufupi, maswali mengi ni ya kujiongeza, lakini kama una elimu ya diploma degree, sio mbaya ukapitia vile ulivyojifunza kipindi upo chuoni. Cha muhimu zaidi Usisahau nguo na viatu vya michezo, lakini pia uandae mwili wako kwa ajili ya mazoezi. Kikubwa fungua moyo, mambo yataenda vizuri. Share video hii, ni kutakie usaili mwema.